Asilimia 48 ya watoto wenye ulemavu wa kike ndio wanaopata fursa ya kwenda shule. Watoto wa kiume ni asilimia 52 kwenye ajira. Kwenye ajira, wanawake wengi zaidi hawapati fursa za ajira kuliko wanaume kwa takwimu zilizotolewa na taarifa hii, asilimia asilimia ya wanawake ambao wanamaliza vyuo vikuu hawapati ajira ni asilimia 12.7 wakati wavulana, wanaume wasiopata ajira baada ya kumaliza chuo kikuu ni asilimia 5 nukta saba wanawake asilimia 48 nukta tatu wana tatizo la kuto kupata ajira kwa muda mrefu zaidi, wakati wanaume ni asilimia 39 nukta nne. Sasa taarifa hii inasema kwa hiyo ushiriki wa wanaume katika labor force ushiriki wa wanaume katika masuala ya ajira uko juu zaidi asilimia 88, kuliko wanawake. Wanawake wako kwenye asilimia 82. Hiyo ni kwenye maeneo ya vijijini. Kwenye maeneo ya vijijini labor force participation ya wanawake ni asilimia 78 wakati ya wanaume ni asilimia 83. Kwenye ajira kwenye serikali kuu na serikali za mitaa, wanawake wachache zaidi wameajiriwa kwenye serikali kuu na serikali za mitaa kuliko wanaume. Wanawake ni asilimia 1.9 wanaume ni asilimia mbili nukta nane ya wote walioajiriwa katika central and local government. Kwenye mashirika ya umma, wanawake ambao wanapata fursa ya kuajiriwa kwenye mashirika ya umma ni asilimia sifuri nukta mbili, wanaume ni asilimia sifuri nukta tano. Maana yake ni kwamba hata nje, hata kwenye ajira serikalini, pamoja na huyu mama, mama, mama, wanawake wanawake, wanawake ndio wanaobaguliwa zaidi kuliko wanaume, pamoja na umama wake. Sasa nataka niache hiyo kidogo, ni wakwaza nifanye nini? Ni, ni? ni wakwaza. Iko hivi, sisi wenyewe tukoje sisi wenyewe tukoje, Mheshimiwa Mwenyekiti na hili jopo ambalo leo liko meza kuu, hawa wote walioko meza kuu kiniacha mie, kuanzia baada ya leo hawatakaa meza kuu tena. Nasema uongo? Nasema uongo? sisi tukoje kwenye haya maswala uongozi wetu wa chama wa juu ukoje kwenye maswala haya, kamati kuu yetu ikoje? Kamati kuu yetu ikoje waheshimiwa, jeshi kubwa ni muhimu kwa sababu ya umuhimu wake, ni muhimu nikasema hizi takwimu. Kwenye uongozi wa juu wa chama ni old boys club. Uongozi wa juu wa chama ni klabu ya vijana wa kiume, ni old boys club. Naomba tuulizane, viongozi na wanachama wote tulioko hapa, mara ya mwisho tuliona lini mwanamke akikaa meza kuu? Mara ya mwisho ilikuwa lini? Mimi nimemaliza mimi, mima, hu mwaka wa 21 mwanachama wa Chadema Sikumbuki kama nimewahi kuona mwanamke kwenye meza kuu ya chama hiki. Kwa tusinyooshe vidole kwa hawa ambao wameongoza nchi yetu miaka yote hii. Vile vile tunyoosheane vidole sisi wenyewe. Kamati kuu yetu leo, kama ukiangalia kwenye katiba ya chama K ile composition ya kamati kuu, nenda kwenye katiba ya chama uangalie wajumbe wa kamati kuu wanavyotakiwa kuwa. Leo kama nafasi zote zikijaa, kamati kuu yetu itakuwa na wajumbe 35 ikijaa kila nafasi ikijaa, ni 35, ni 35, kwa sababu hatuna wabunge kwenye kamati kuu tena, hatuna madiwani kwenye kamati kuu tena, na hatuna rais wala rais wa Zanzibar. Naelewa hivi. Ile composition ya, ya, ya kamati kuu ilivyo sasa, inatakiwa iwe na wajumbe 35, ambao wapo sasa hivi, ambao sasa hivi ni wajumbe wa kamati kuu wako 26 26, nafikiri. Fanyeni mara saba, wanawake wako sita, wako watano. Mwenyekiti wa ba Bazecha, mwenyekiti wa BAWACHA, mwenyekiti wa kanda ya kati, hongera sana, na wajumbe wawili niliowateua mimi Salma Kasanzu na Rose Mael. Sawa sawa, ukiondoa hao watano wengine wote ni kinakaka au nakosea? Kwa hiyo, kwa hiyo hili tatizo la kuwafeli wanawake la nchi hii linatuhusu na sisi.